Mm -hmm. Karibuni, jamani, kwenye Wadada Center ambao mnaitika kwa sauti za unyonge, wakati mmekuja kupambana, wengine mmemaliza mikataba, mnakuwaje wanyonge wanyonge? Eti Agnes, we umaliza mkataba una fungu la kutosha, mm -hmm. mm -hmm. mbayo una masikitiko. mm -hmm. mm -hmm. Hongera, sogea kwenye maiki tukusikie. <laughs> eh -eh. Hongera sana. ulipangiwa kazi wapi Upanga, Dar es Salaam. mm -hmm. Daraja gani? Traditional. mm sasa hivi -hmm. tumeongeza mishahara mm -hmm. mm, ya traditional ili tunawatia moyo maana hizi kazi za ndani sio nyepesi, si ndio? Vipi, hebu tuambie changamoto za kazi. Wewe umekutana na changamoto gani kazini? changamoto nyingi mm -hmm. kama, yani unafanyishwa kazi kama unauvawe, au pumzishwi Hmm. Amna siku yote unaweza kumpa basi leo nenda tu sasa uambiwe kapumzike, wakati wewe kazi zako ni pale nyumbani. Wewe ndio unatakiwa upangie majukumu yako ili ufanye kazi kwa wakati, upate muda wa kupumzika. Lakini kusema bosi wako sasa kwambie dada usifanye tena kazi hiyo, kitu haipo ili upumzike. Kazi za ndani, amka mapema, panga kazi zako za asubuhi, pata muda wa kubreak mchana. Majukumu yako ya mchana ukisha master unayafanya chap chapu vizuri, jioni hivyo hivyo. Ndivyo wenzako wanavyopumzika, wewe unataka uambiwe leo usifanye kazi lakini pia tuna hofu, tuna hofu tuna tuna hofu na sijawahi kukuona kwenye semina. Wewe si unafanya kazi Dar es Salaam, mbona hujawahi kuja kwenye workshop? ngoja nilipokuwepo nilipo ana hata hutoki nje, hata dukani huendi, muda wote wanakufungia huko ndani, hata dukani huendi. Yaani kila kitu ukitaka, wanakuambia hicho hapo, hicho hapo, hicho lakini na kitu kipo e, lakini hutoki, huendi kokote. Sasa kwani wewe hujui kama sisi tuna hofu? kwenye mikataba yetu, katupigia simu. Kama hiyo ilikuwa ni changamoto, nimewaambia. Wanakuambia sasa, watoto watabaki na nani? na bali mimi niko na kani ule bibi na watoto. Basi wazazi wakae. watoto wangapi hao ma... wanne, watoto ni wanne eh. Wakubwa kiasi gani, wanajitegemea? Ah, wadogo wadogo, wamefuata fatana, mmoja miaka minne, mitatu, wa mwisho miwili. Na wewe bibi, saa nyingine unaweza kumwangalia. Sasa ukitoka pale na eh, yani watoto wana miaka mingapi? minne, mitatu, miwili. Huyo mkubwa miaka nane, lakini naye miaka nane, si bado ni mdogo miaka nane. Hata hata Linstone wangu yule bado ni I, ni mkubwa kwa huyo. Miaka nane kwao naye tunamweka kwenye kundi la watoto tu. I, si anafanyiwa bado vitu, labda anakula mwenyewe I, na na kuvaa na lakini I, anapikiwa, anafuliwa, sindio? Hey, watoto wanne huliwa uliwamudu vipi? Ongera hey! Mpaka umemaliza mkataba. Wadada wenziwa wanakimbia, anakwambia hey, hey. eh? hey, akakimbia eh? hey, wakakimbia hey. Wadada wafanani wengine, hmm. Wana uvumilivu wengine, hawana na tunawambiaga, wadada traditional, mnakuja mnawatundikia makazi mengi, kinachofuata wao ni kukimbia. Hey, ni, na, nani, nimefurahi sana kupata hii huu shuhuda kwako wewe ni mmoja kati ya waliopambana, lakini ambao washaenda pale wakashindwa kupambana wapo, si ndio? Huo well. e, ndo ujumbe kwa mabosi, mnapokuwa na kazi nyingi, watoto wanne mtoto wa, wa miaka nane ni mtoto bado, anafuliwa anapikiwa anahudumiwa, si ndio? alafu miaka minne, mitatu na miwili. mm. wow. e, wewe dada ni peke yako. mm. mama hayupo. mm baba anaenda kazini, baba anaenda kazini. Mm. mama hayupo. Mama, mama kasafiri, kwa hiyo wewe ndio unayepambana peke yako mm. Jamani, hizo ndo sababu za wadada wanakimbia na tunawaambia ubora wa traditional. kwanza ni dada ambaye unamsimamia, kwanza ubora wao mara nyingi ni dada ambaye anatakiwa awe na mama nyumbani, yani mama awe nyumbani wana, yani dada anakuwa ni wa kumsaidia mama, sio kwamba dada ndio anayeperform majukumu 100%. Sasa mnawachukua wa traditional ambao wanahitaji nyinyi muwe mbele yao mwasaidie majukumu, alafu mnaenda kuwatwisha majukumu kama professional. Mtu kama professional wa malezi yeye kwanza ana uwezo wa kulea chekechea nzima. Kwa hiyo ukimleta nyumbani kwako kwa ukamwachia kwa hata watoto wanne ana uwezo wa kumudu, kwa sababu kwanza ni mtaalamu wa malezi, anaweza kujua namna gani ya kuwapanga watoto aende nao wa vizuri. Lakini unachukua dada traditional unaenda kumwachia shule eh, watoto wanne ambao yeye alitakiwa awe na kiongozi pale. Wamama wale ambao zamani ndio walikuwa wanakaa nyumbani na wadada, mama zetu sisi wakati tunakuwa tunakuta wamama wanakaa wapi? Nyumbani na wadada, dada akija ni wakumsaidia mama. Kwa hiyo vitu vingi anafanya tena, anapika nafua, ni kumwambia tu dada, sogeza hicho sogeza kile, si ndio jamani? mm -hmm. Lakini sasa hivi mmebadilisha vitu, wale wale wadada, mnataka mwatushe majukumu yote na bado mnataka wa perform kama vile mlivyokuwa mna perform nyinyi. Hicho kitu hakiwezekani. Sisi tuko hapa kuwapa solution, tunawapa awareness. Ulikuwa hujui, umejua sasa, fanya mpango. Mpango maana yake ni kwamba kama una traditional, ujue kabisa wewe unahitajika sana nyumbani. Kama una uwezo, weka wadada wenye uwezo mkubwa ili waweze kufanya majukumu. Na tena nyumba ikishakuwa na watoto kama hao wanne, weka wadada wawili wanaojitambua, au weka mmoja ambaye ana uwezo, alafu mwekee huyo mwingine ambaye atakuwa anamsaidia Hivyo ni kwa ajili ya afya ya familia yako, sio kwa ajili ya sisi tunataka hela. Yaani wewe, ushauri tunautoa kwa sababu hata wewe unaweza uko huko mtaani ukafanya hivyo tunavyokuelekeza, kwa sababu si ukafikiria haya, josikiria anataka hela. Ah, mimi sijakwambia njoo chukua dada, mimi nasema kwa utaalamu wangu, niko hapa kukushauri namna kuboresha uh, malezi ya watoto wako na familia yako kwenye hawa wasaidizi ambao mnawahitaji majumbani ndio kazi yangu. Kwa hiyo wewe unaweza ukachukua ndugu yako, unaweza ukaagiza kijijini, unaweza ukachukua kokote pale, lakini nakusaidia namna gani upange, ili uondokane na usumbufu wa wa wadada. Maana wengi mnaishia kwa laumu wa dada wakai, kama anavyosema Agnes hapo, tulishapeleka dada sio mmoja. Yeye kabahatika kapata mvumilivu, Agnes kakaa katoboa mwaka, lakini kuna wengine hawajakaa mwaka. Na mara ya mwisho wakati Agnes anatoka, baada ya kupata picha kamili ya hii nyumba, tuliwashauri wachukua angalau wadada wawili. Hai, hawataki. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, mnakaa huko mnaanza kusema wale, eh, yani wale ni matapeli au wale sijui nini. Ah, tunawashauri ili mambo yaweze kwenda vinginevyo, yani, tutakuwa tuna tunajaza maji kwenye gunia, jamani, hawezi kujaa. Kwa hiyo huo ushauri tunao hapa ni priceless. Ni ushauri wa gharama kubwa sana ambao ukiufuata utakupa peace of mind, utakupa malezi chanya ya watoto, maana utawakabidhi watoto watu wenye uwezo sawa na we mwenyewe utajiajusti, kujua kwamba oh, kumbe niko na dada traditional ambayo inabidi nimuongoze. Kwa hiyo utajua namna gani, usimwachie sana kila kitu, au na uwezo, basi acha nilipe dada mzuri ili watoto wangu wapate malezi mazuri. Wewe unaweza ukafurahia, unalipa hela ndogo, eh, traditional dada unamlipa laki moja unaona, eh, hey, nimepata, lakini kumbe watoto wako wanaumia, hawapati yale malezi ambayo ni chanya. Huo ndio ukweli. Dada Agness, bwana hongera sana kwa kupambana. Najua hiyo haikuwa rahisi eh, mm haikuwa -hmm. rahisi lakini sasa hivi tunajitahidi sana, kwa hizo nyumba ambazo zinakuwa na majukumu mengi kama hayo, angalau waweke wadada wawili, ili muweze kusaidiana. Kwa hiyo nafikiri tungepata hizo taarifa mapema, tungejitahidi sana kwa shauri, ili wewe usielemewe sana. Lakini hongera bado wewe kwa upande wako, na kuona kama mwanamke shujaa shupavu, mpambanaji ambaye kama umeweza kufanya hivyo basi ma, kuna yani, kuna majukumu utaweza kuyamudu kwenye maisha yako. Hata baada ya kazi za ndani utaenda kufanya biashara. Biashara zinahitaji uvumilivu, zinahitaji upambanaji, sababu watu wengi pia wanaoshindwa kufanya biashara ni wavivu. Yani, kwa maneno ma, mengine, naweza kusema wewe sio mwanamke mvivu, na hongera kwa hilo, kwa sababu sio sifa ya walio wengi. Wanapenda kufanya average, fanya kidogo basi, ndio maana unaona wanakimbia kimbia. Lakini ukitaka kutoboa kwenye maisha inabidi upambane, usiwe mvivu. Hata neno la Mungu linatukataza uvivu. Ukiwa mvivu siku zote utakuwa maskini. Mm -hmm. Lakini ukipambana kwanza unakomaa, mm -hmm. Komaa maana yake ni kupata ile skill, yani kujenga ujuzi, uwezo wa kustahimili. Na mm -hmm. maisha mengine hapo baadaye yanakuwa maraisi. Mm -hmm. Yeah, kwa hiyo hongera kwa hilo. Sasa una malengo gani baada ya kumaliza mwaka? Umeshapata mtaji maana sisi hapa kazi zetu kazi yetu kubwa ni kuhamasisha kwamba mpite kwenye hizi kazi za ndani kama daraja. Tafuta mtaji wako na utafanya biashara ili uweze kuwa mwanamke ambaye unaendelea. Sidhani kama ukilowea kwenye kazi za ndani unaweza kupiga hatua kubwa sana. Huo ndio ukweli. Mm-hmm. Kazi za ndani ni za kuanzia maisha, miaka yako miwili mitatu mmoja, tegemea na, na mtaji unaoutafuta. Lakini kazi za kupita uende ukajiendeleze kwenye biashara. Biashara ndio itakayokupa maisha. Lakini sio hizi kazi za kuajiriwa especially kwenye kazi za ndani. Japo na sisi tunasukuma mishahara iongezeke ili angalau watu waweze kupata ile motisha ya kuja mm. E, tunajitahidi kwenye hilo. Sasa hivi nani, tradition ni laki na nusu, smart ni laki tatu, professional laki tano. Sio haba, sio so haba. Tunawavutia baadhi ya wadada ambao wanajielewa, sasa hivi wanakuja, na wao wanatengeneza mitaji yao mizuri, wanaenda kufanya biashara zao. So, kwa upande wako vipi, umetimiza malengo au bado una mpango wa kuendelea? Ah uh, mayangu bado sijatimiza kwa sababu nilikuwa nataka nisomee ujuzi kabisa wa kitu fulani. Okay. Eh, maana kwanza tu nimesoma tu elimu ya shule. Mm-hmm. eh, kwa hiyo ujuzi naona sasa hivi ndio mzuri. Kama ukiwa fundi labda fundi chereani. Mhm. eh inakuwa ni kazi yako ya maisha. Mhm. Mm eh, Kwa hiyo kwa hiyo sasa kwa pesa uliotafuta kwa huu mwaka mmoja unaweza kwenda kufanya hivyo hiyo hiyo programu yako labda kama ni ya ujuzi wa chereani au ujuzi unaoutaka au bado unahitaji kuendelea kukusanya pesa? Kusoma, unaweza ukasoma lakini haitoshi. Haitoshi. E, kwa sababu majukumu mengi pale nyumbani najitegemea mwenyewe, unajitegemea e, yani familia yetu, yani bado ni ya chini. Mtu e. Kukuwezesha nauli wala ada wala chochote hmm. e. Mwenyewe eh ndio hivyo, wewe unajipambania, kama kwenu ujazaliwa hmm. Ukakuta kwenu matajiri, utajiri uanzie kwako kwa hiyo hmm. Kwa pambana na maisha hmm. Kwa hiyo sasa utaendelea na mkataba mwingine au unafanyaje? Ujafikiria maana, hiyo umepiga kimya kirefu. Basi haina shida, wefanya mpango unani upate dhamana yako, unaenda kapumzike maana mm, kwanza umetoka kwenye kazi nzito, sijui mm, jitafakari, si tupo mm, e, tupo hapa kwa kwaajili ya kuwawezesha mweze kwenda kutengeneza mitaji yenu mm, tuko hapa kuwasimamia kuhakikisha, yani mazingira yanakuwa ni rafiki katika kazi mm, e, basi we kwa upande wako ni kuchukua fursa na kwenda kuchangamka. mm, mm, kwahiyo takapokuwa umejipanga, kama unahitaji kurudi, karibu. kama utakuwa umepata namna nyingine, tunakutakia kila la heri. cha muhimu mm. Mtoto wa kike usi, usikubali kukaa kwenye utegemezi. si ukapata bwana ukafikiri umefanyaje, umeula umeliwa. Sawa, yani mambo ya wana, wana, yale mambo ya wadada kukimbilia wanaume yani sio mazuri. Mwanaume mm. ni mzuri ukishajipanga Ushajua unafanya nini? Kama ulivyosema una ujuzi wako, unajua sasa hivi na kazi yangu ya milele. Yaani yani mimi ni mshonaji mm. na nitazidi kuwa mshonaji maarufu, yani mkubwa, si ndio? Mm. Hapo unaingia kwenye ndoa. Kwa sababu hata changamoto zije vipi bado una kazi unafanya biashara. Mm. Lakini ukiingia kwenye ndoa kama eneo la mafanikio yako, kwamba mwanaume ataenda kukutunza? Sijui atakupa kila kitu, unajidanganya. Mm. Eh, hiyo ndio warning yangu kwako na kwa wasichana wengine wote ambao wana endelea na ule mfumo wa kutegemea wanaume kama sehemu ya mafanikio ya maisha mm -hmm. Hakuna mafanikio ya maisha kupitia wanaume. Watu wamedondoka, watu wamedhalilika, wame, wame watu wamerudi nyuma, sawa eh? Wow. E, kwa hiyo sisi tujifunze kutokana na makosa ya wengine turekebishe ili maisha yaende mm -hmm. Aya, dada Agness, karibu sana wow.